Kitabu cha Waebrania mlango wa kumi na tatu. Upendano wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Wakumbukeni hao waliofungwa, kana kwamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa, kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa; hata twadhubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa; mwanadamu atanitenda nini? Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu; tena kwa kuuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao igeni imani yao. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine nyingine na ya kigeni, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Tuna madhabahu ambayo wale waihudumiao ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Basi na tutoke tumwende nje ya kambi, tukichukua shutumu lake. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twa utafuta ule ujao. Basi kwa njia yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Tuombeeni, maana tunaamini kwamba tuna dhamiri njema, tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Nami nawasihi zaidi sana kufanya hayo, ili nirudishwe kwenu upesi. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo; utukufu una yeye milele na milele. Amina. Lakini nawasihi ndugu, mchukuliane na neno hili lenye maonyo, maana nimewaandikia kwa maneno machache. Jueni ya kuwa ndugu yetu Timotheo amekwisha kufunguliwa, ambaye akija upesi nitaonana nanyi pamoja naye. Wasalimuni wote wenye kuwaongoza na watakatifu wote. Hao walio wa Italia wanawasalimu. Neema na iwe nanyi nyote.